Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Sala na salamu pia namshukuru Mwenyezi Mungu, baada yake namtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammadi Sallallahu alayhi wasalama. Ndugu zangu, tunaendelea na busara zetu katika kuelimishana na kufundishana ili tuweze kujua katika hii dunia tunaishi katika mtindo gani au staili gani. Ndugu yangu mimi, na jambo moja ambalo leo utanishangaa kidogo, lakini ni lazima nikufundishe. Siwezi kuwa nalo katika kiriba cha moyo, nitaumia halafu inakuwa sio vizuri sana. Jambo nalotaka siku ya leo eh, niweze kukuelimisha na kukufundisha, mada hii imebeba kichwa cha habari kinachosema huwezi kutajirika kwa kuyafanya haya tu. Mada hii ni kubwa sana. Watu wengi wamekuwa wakifanya kazi mbalimbali mbali. Eh, wanafanya kazi za utumishi analipwa mshahara eh, anafanya biashara anasafiri huku na kule, lakini kuna kitu hapa, ili aweze kuwa na maendeleo ni lazima achanganye kitu fulani. Hii tuweke wazi, tuwe wa kweli, kufanya kazi ni wajibu Lazima ufanye kazi ili ule, sio lazima ufanye kazi ili utajirike. Hizi ni sentensi mbili ambazo zinatakiwa uwe nazo katika kichwa chako, ukiuzielewe. Leo kijana anamaliza shule, kishapoteza umri chungu mzima mpaka chuo kikuu, takriban toka akiwa na, na miaka, miaka saba yeye yuasoma tu eh, mpaka anafika umri wa miaka ishirini na mbili au ishirini na tatu ndio shule zinamwacha, na hapo anatakiwa aendelee kusoma, lakini kwa ule uharaka wa maisha eh, basi hukatisha yale masomo, au huweza kumaliza akatafuta kazi. Tuchukue mfano wastani, kazi atakayokwenda kufanya, mshahara wake sana ni laki saba nane kwa mwezi. Huyu mtu ukumbuke kabisa kwamba ndio anaanza maisha eh, anataka ajitegemee, anataka aoe au aolewe anataka azae watoto awe na familia na yeye abebe majukumu. Kwa hiyo hiyo laki nane abebe majukumu ya kuweza kuwasomesha familia yake, kuwalisha, kuwavisha, pamoja na yeye mahitaji yake. Halafu mtu huyu huyu anakuwa na ndoto kwamba anataka kuwa tajiri kwa mshahara huo ambao uko. Lazima kuna kitu, ili aweze kutoka katika hatua hiyo aende hatua nyingine, ni lazima kuna kitu ambacho anatakiwa akifanye. Kitu gani? ima awe mwizi kwa, kwa, kwa, awe, awe sio mwadilifu kwa tajiri yake, aibe <coughs> eh? aibe pale kwa huyo tajiri yake eh? ili aweze kujitajirisha. Kama sivyo, afanye kazi kama nifanya biashara, afanye kazi za magendo na kukwepa ushuru eh? Pale ndio ataanza kuinuka na kuendelea. Zaidi ya hapo, inatakiwa avunje uadilifu na uaminifu, ili aweze kutimiza matakwa na malengo yake. Awe na usafiri awe na nyumba yake, awe na mke au mume, awe na watoto, familia yake iliyokuwa familia bora. Kuna bora familia na familia bora eh? Sasa ili familia iwe bora, ipate elimu bora, ipate malezi bora, ipate lishe bora eh? na familia isiwe bora, ambayo ni familia ya ya, ya tia maji. Tia maji ni ile familia isiyokuwa na lishe bora, familia ambayo kwamba inakuwa haina elimu bora eh? Yani → Yaani, anasoma shule za kawaida, anasoma ili mradi kufuta ujinga, sio anasoma ili kuandaa maisha yake. Kwa hiyo maisha haya yanaandaliwa ya eh, na ndio sababu nikawa nimewaelimisha vijana wengi sana, nikawaambia kuna vitu vya vya, vya, vya, vya dharura ambavyo vinakufanya wewe kwanza ujitambue, ujielewe wewe ni nani, uko wapi, unafanya nini? Utajitambua vipi? Utataka uelewe maisha yako, eh, kwamba mimi maisha yangu mimi ni nani naje nitapataje mimi kipato kwa sababu binadamu yote lazima anafikiria ndoto ya kuwa, kupata mali na kuwa tajiri eh? Ndio sababu nikawa nakufundisha elimu hizi, ninakuambia kwamba kuna elimu ambayo inatakiwa ujitambue, uelewe kwamba wewe kipaji chako hapa duniani ni kipi eh? Uelewe kwamba kuna mambo gani unayoyasikia. Maana kuna ngano zingine watu wanasikia, wanasema wanasikia lakini, hata siku moja, nikwambie, piga vita umaskini. Alafu hakuna tajiri atakaye kwambia kabisa kwamba siri ya utajiri wangu umetokana na nini. Sana ataendelea kukudanganya. Kwa hiyo, endelea kufuatana na mimi, ni kufungue kichwa, ni kufungue ubongo, ni kufungue masikio ili uweze kujua kwamba unatokaje hapo ulipo na unafikaje huko nakutegemea kukwenda, ili uweze kuwa katika maisha bora. Nimekupa leo elimu chungu mzima. Nimekuambia kuna elimu ya mahudama, eh, au khudama ni wasaidizi, eh, nikakuletea elimu Nikakwambia kuna elimu zingine zinaitwa chuma ulete, ndio maisha ya watu wako humo duniani, wanafanya hivyo. Nikakwambia mambo chungu mzima, lakini Waswahili husema asiye bahati habahatiki na hata ukisema naendea haya mambo, ndio sababu nikasema ujitambue. Ni lazima ujue sio kila anayekuja kwamba yeye anayefanya mambo yale anafanikiwa, inategemea na wewe, nyota yako imeweka katika mazingira gani? Nia yako umeweka katika mazingira gani? Elimu yako imeweka katika mazingira gani? Basi unaweza ukafanikiwa kupitia haya masomo yangu ambayo mara nyingi ninakuwa na kufundisha. Usiache kusubscribe, kunipigia DM kuniuliza maswali yote katika haya mambo yangu masomo yangu, kama utashindwa kuyaelewa. Ndio sababu nimefunga comment, huwa sitaki hizo comment, nataka uniulize ili mimi niweze kukujibu kwa kukufundisha elimu eh. Maana siku zote katika msafara wa mamba hata kenge hawakosekani. Masomo yangu takuwa nafundisha kwa yule ambaye amekwisha kata tamaa na dunia. Mtu mwenye mkosi, mwenye roho mbaya, atalaani, atasema yale masomo ni masomo gani? Ndugu yangu fuatana na mimi mwalimu Daudi Abdalla ili tuweze kuendelea na masomo yetu tuweze kufika mahali ambapo itakaa sawa. Nawashukuru sana wale mnaonipigia simu, tunabadilishana mawazo, tunaelekezana, tunafundishana mpaka leo hatujakuanzana, na wengi mnashukuru kutokana na masomo yangu. Karibu tuendelee katika vipindi vijavyo. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.